mwaka huu wa 2025 kwa hakika, hii ni siku ya kusherekea kuenzi na kukumbuka mchango wa walimu wetu ambao ni kama taa zinazotupatia nuru, daraja linalotupeleka kutoka ujinga, kwenye ujinga kwenda kwenye, kwenye maarifa na injini inayolisukuma taifa letu kuelekea maendeleo zaidi. Pongezeni sana ndugu walimu, na wageni waalikwa, mabibi na mabwana, natoa pongezi zangu za dhati kwa waalimu wote wa Zanzibar kwa juhudi zenu za kuibua vipaji, kujenga maadili na kuandaa viongozi wa kesho. Napenda mfahamu kuwa serikali inatambua mchango mkubwa mnaohutoa licha ya changamoto mbalimbali zinazokukabili, na, na kuhakikishieni kuwa serikali itaendeleza jitihada za kuboresha mazingira ya kazi na maslahi yenu ili mzidi kupata moyo wa kutekeleza kwa ufanisi zaidi majukumu yetu. Natoa shukurani zangu za dhati kwa uongozi wa chama cha walimu Zanzibar kwa risala yenu yenye maelezo makini na yenye kuonyesha mwelekeo. Risala yenu imetuonyesha tulipotoka, tulipo, na imetoa dira ya tunapotaka kufika. Nimefurahia kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya wa walimu isemayo walimu wa wetu fahari yetu. Hii ni kauli inayothibitisha ukweli wa maisha. Nyinyi ndiyo fahari ya familia, fahari ya jamii na fahari ya nchi yetu kwa ujumla. Niseme kwamba tumetendea hadi teneahai na mheshimiwa, tunakushukuru sana sana sana sana kuakishia wa walimu wa Zanzibar. Tumejielewa, tumejifahamu na tushajitambua, unajua tulipotoka, tulipo sasa na ishaba kapitaeea ahadi ambayo kwa MC. Ni hayo kweni kweni, Mungu, leo tunaadhimisha siku hii muhimu, tunapata nafasi ya kutafakari jinsi kila mmoja wetu anavyoweza kuwa sehemu ya kuendeleza heshima na thamani ya walimu. Serikali inatambua mchango wa walimu katika kukuza taaluma maadili na ustaarabu wa kitaifa. Wito wetu ni kwa walimu ni kuendelea kuwa na mfano